Katika kijiji cha Mwangaza kulikuwa na msichana mmoja aitwaye Zawadi. Alikuwa mrembo wa kupindukia, mwenye tabasamu la kuvutia na ngozi iliyong'aa kama mchana wa jua kali. Lakini licha ya uzuri wake na akili zake, alikuwa na jambo moja lililomtatiza, hakuwahi kupata mume. Zawadi alizaliwa katika familia ya wakulima na alipokuwa msichana mdogo, ndoto yake ilikuwa kuwa mke mwema na mama wa familia yenye furaha. Alijifunza mapishi kutoka kwa mama yake, kushona na hata alikuwa na sauti nzuri ya kuimba nyimbo za jadi. Alikuwa kipenzi cha wengi, lakini alipoanza kukua na kuvunja ungo, jambo la kushangaza lilianza kutokea. Kila kijana aliyemfuata alimtema ghafla, kama vile kuna kitu kisichoonekana kilichokuwa kikimzuia. Ingawa alicheka na kusaidia kila mtu, Zawadi alikuwa na huzuni moyoni mwake. Hakukuwa na kijana aliyewahi kuja kwake na kukaa. Wengi walionyesha nia lakini walikimbia ghafla kama vile waliingiwa na hofu isiyoeleweka. Mama, ni nini kibaya nami? aliuliza siku moja, machozi yakimtiririka usoni. Mwanangu, mama yake alijibu kwa sauti ya upole, hili jambo linahitaji maombi na msaada wa kiroho. Wazazi wa Zawadi waliposhtuka na hali hiyo, waliamua kumpeleka kwa mtabibu wa kijiji. Mzee huyo alimtazama Zawadi kwa macho ya kina kisha akasema kwa sauti ya chini. Kuna kivuli kinatembea nawe, Zawadi. Kivuli cha wivu na kisasi kilichowekwa na mtu wa karibu. Mpaka utakapogundua ukweli wa moyoni, mapenzi hayatakupata. Zawadi alishangaa. Mtu wa karibu. Kisasi. Nilimkosea nani? Lakini mzee hakusema zaidi. Alimpa hirizi na kumpa maagizo ya kufunga kwa siku saba na kufanya sala ya kuondoa balaa. Siku ya tano ya kufunga, Zawadi akiwa amechoka, aliamua kupumzika chumbani kwa mama yake. Kwenye kona ya dari, macho yake yalidumbukia kwenye sanduku la mbao lililokuwa limefunikwa na gunia, akaivuta na kuifungua. Ndani alipata vitambaa vya zamani, bangili na kisha barua. Ilikuwa imeandikwa kwa mwandiko wa mtu aliyewahi kumpenda sana, Neema dada yake mkubwa. Nilikuchukia tangu ulipochukuliwa na yule kijana niliyempenda. Ulinipora bila kujua. Niliahidi moyo wangu kuwa hutasimama mbele ya harusi bila kupitia uchungu wa upweke. Zawadi aliishiwa na pumzi. Dada yake mwenyewe Neema, yule aliyekuwa rafiki yake wa karibu. Machozi yalimtiririka kimya kimya. Siku nyingine tena alipokuwa akisafisha chumba cha mama yake, alipata sanduku la zamani lililofungwa kwa kamba. Ndani yake alipata barua nyingine tena iliyomchanganya zaidi. Zawadi hakustahili kuzaliwa. Alinichukulia kila kitu. Nitamfanya abaki peke yake hadi mwisho wa maisha yake. Dada yako Neema. Zawadi aliduazwa. Neema alikuwa dada yake mkubwa aliyemwona kama mfano. Hawakuwa wakigombana. Lakini sasa ilionekana Neema aliwahi kumpenda kijana aliyempenda Zawadi na kijana huyo alichagua Zawadi bila yeye kujua. Kwa moyo wa upole, Zawadi alimtafuta Neema. Kesho yake Zawadi alimwendea Neema. Alimkuta nyuma ya nyumba yake akitengeneza vikapu. Walitazamana kwa muda mrefu kabla ya Zawadi kusema, he, ulinifunga dada, uliweka maumivu moyoni mwangu bila hata kuniambia, he. Neema alitetemeka, alishindwa kujizuia na alianza kulia. Nilikuwa mdogo mwenye wivu, mwenye hasira na mwenye maumivu. Nilienda kwa mganga nikakusema. Ila moyo wangu ulikuwa unazidi kuumia kila mara nilipoona bado unanipenda. Zawadi alinyanyua mkono wake na kumkumbatia. Samahani, Neema. Usinichukie tena. Penzi la kweli haliwezi kujengwa juu ya kisasi. Siku hiyo, Neema alirudi kwa mganga na kuondoa kila alichowahi kufanya. Walikaa chini na kulia pamoja. Zawadi alimshika mkono dada yake na kusema, he. Nilikuwa sijui. Samahani kwa maumivu niliyokusababishia bila kujua. Neema alilia na kukiri kwamba alikuwa ameenda kwa mganga na kumfunga Zawadi kimapenzi. Aliahidi kuondoa yote aliyoyafanya. Usiku ule, Zawadi aliota ndoto eh, aliona uzito mkubwa ukiondoka kifuani, kama jiwe lililobebwa kwa muda mrefu likidondoka baharini. Miaka ilipita. Zawadi hakujali tena harusi wala maneno ya kijiji. Alijikita katika kazi ya kilimo na ufundi. Akiwa mwenye amani, moyo wake ukaanza kung'aa kwa ndani. Katika tamasha la mavuno, kijana mmoja kutoka kijiji cha Gidhima alikuja kama mgeni maalum. Aliitwa Baraka. Mcheshi, mwenye heshima na macho yenye huruma. Hujambo, dadai. Si jambo, karibu mwangaza. Jina lako? Zawadi, alitabasamu jina lenye maana kubwa na sura inayolingana. Walizungumza siku hiyo, wakakutana tena kesho na kesho kutwa. Baraka alikuja tena miezi miwili baadaye, na safari hii alikuja na wazazi wake. Aliomba kumchumbia Zawadi rasmi. Harusi ya Zawadi ilifanyika miezi sita baadaye. Kijiji kizima kilijaa. Watu walikuja si kwa sababu ya msisimko wa harusi tu, bali kwa sababu walitaka kuona msichana ambaye alionekana amesahaulika sasa anaolewa kwa shangwe. Wakati anapita kwenye zulia la majivu lililowekwa kwa heshima, wanawake walimnong'onezana. Subira kweli huvuta heri. Hii ni zawadi iliyoishiwa machozi. Ni kweli hakika kila mtu ana siku yake. Watu wa kijiji walishangilia. Mwisho wa subira ni furaha. Zawadi, msichana ambaye watu walimwona kama aliyeshindwa kuolewa, sasa alikuwa na mume, lakini zaidi ya hilo, alikuwa na amani. Aliweza kusamehe, kuponya na kuanza maisha mapya. Upendo hauji kwa haraka daima. Wakati mwingine tunahitaji kusafisha moyo kwanza, kuvua vifungo vya zamani ili nuru ya kweli iangaze. Funzo la hadithi: usikate tamaa hata unapodhani kila mtu amekusahau. Moyo wa kusamehe unavunja laana zaidi ya hirizi. Wivu huleta maumivu yasiyo na mwisho, ila msamaha huponya kizazi kizima. Tafadhali bonyeza subscribe, like, washa kengele na uache maoni.